Baada sasa ya kufanya tathmini ya kampeni na katiba hizo na kuona kwamba walau suala la katiba limepewa kipaumbele, tunapendekeza ili kuepuka yale ambayo nimeaeleza kule, tusirudi tulipotoka. Tunapendekeza mambo yafuatayo. La kwanza kabla ya yote, yani kabla hatujafanya jambo lolote, lazima tufanye jambo hili. Tusipofanya jambo hili hatutafika mahali: mwafaka wa kitaifa Kabla ya kuingia kwenye mchakato wowote wa katiba, lazima tuende kwenye mwafaka wa kitaifa na tumesikia wagombea wengine, tumemsikia rais Samia na wengine wakizungumza mwafaka wa kitaifa. Sasa sisi tunatoa muongozo na ndio kazi yetu sisi kama sasa kiraia, e, kujaribu kushauri na kutoa mwongozo e, kuhusiana na mambo ambayo pengine hata viongozi wanata, wanatamani kuyafanya lakini wanakwama kutokana na sababu mbalimbali. Kwa sasa taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa kutokana na Eh, majeraha mengi yaliyotokana pia na awamu zilizopita lakini pia majeraha yaliyotokana na chaguzi za 2019, 2020, chaguzi za 2024, lakini pia na huu uchaguzi unaoendelea, ni wazi usiopingika, taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa. Sasa huwezi kwenda kwenye uchaguzi, kwenye katiba mpya ukiwa na mgawanyiko huu, kwa lazima turudi kwenye utaratibu wa kuwa na mwafaka wa kitaifa. Siku zote duniani imekuwa ni ngumu kupatikana katiba nzuri endapo mchakato utaendeshwa katikati ya, ya mgawanyiko katikati ya, ya, ya migogoro ya, ki ya kitaifa mikubwa na ambayo sasa e, tunapendekeza kwamba migogoro hii inahitaji mwafaka. Hatujafikia hatua ya kushindwa kukaa na naitwa national consensus. Vitu hivi ni vidogo ambao tunaweza tukakaa tukavifanyia kazi. Kwa hiyo e, zile changamoto za kijamii zitaondolewa endapo tutaunda e, kamati ya kitaifa ya ya kutatua changamoto hizi na ili kufanya hivi. Viongozi wote wa kisiasa, kijamii, kidini wanapaswa kuonyesha dhamira ya kweli ya kuisha mchakato wa katiba mpya kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi binafsi. Tunapokwenda kwenye huo mwafaka, yani twende na hiyo na hiyo nia na hiyo dhamira ya kuwa taifa moja na vitu kama hivi. Lakini tutafanyaje sasa, mwafaka wa kitaifa utafanyikaje? Hilo ni swali ambalo najua mtaniuliza. Sisi tunapenda tuna kutanguliza kulielezea kuundwa kwa kamati ya kitaifa ya mwafaka, kabla hatujaanza mchakato wa katiba. Yani hapo bado hatujaanza mchakato wa katiba. Na najua na, mtani, mtaniuliza ni lini hiyo kamati iundwe. Nitakuja kutoa mwelekeo. Kamati hii iwe na chombo cha mpito chenye mamlaka ya kitaifa chenye jukumu la kushughulikia changamoto, eh, eh, muhimu. Changamoto muhimu katika jamii, yaani zile ambazo zinatufanya tusiwe pamoja, zile ambazo zimetengeneza mpasuko, lazima kamati ya mwafaka ifanyie kazi sasa kazi hizo ambazo kamati itafanya ni hizi zifuatazo. Kwanza, kufanyia kazi mpasuko wa kitaifa uliotokana na changamoto za awamu iliyopita.